Hello, habari. Naongea na Sofia Dominic kutoka Tanzania Kilimo Digital. Kama tulivyoongea awali, hatua za utotoleshaji wa yai tuliweka mayai yetu kwenye incubator na leo ni siku ya saba. Siku ya leo ni mzuri kwa sababu kuna hatua ya muhimu ambayo tunaenda kufanya. Hatua yenyewe inaitwa candling. Kabla hatujaendelea, naomba nikukumbushe kwamba unaweza ukasubscribe kwenye button hapo chini na unaweza ukatupigia simu kupitia namba za simu ambazo zinapita hapo chini, na pia tunauza incubator. tunauza na tochi za kufanyia candling. Kama unahitaji kununua incubator kutoka kwetu sisi Tanzania Kilimo Digital, tutakupa kitabu cha mwongozo wa hatua zote za utotoleshaji wa mayai, na pia tutakuwa tumekuzawadia zawadi nzuri ambayo ni tochi hii tochi unatumia kwa ajili ya kufanya candling na ndoa ambacho tunaongelea siku ya leo. Siku ya leo tunaenda kuangalia mayai ambayo yako hai au la, tukia tuweke kwenye incubator. na kwa kuangalia mayai haya tunatumia kifaa hichi hapa. Kifaa hichi inatumika kwa ajili ya kuchunguza mayai ambayo yako hai au mayai ambayo yameharibika. Faida za kufanya candling ni nakusaidia wewe mfugaji, ambaye umeweka mayai yako kwenye incubator kuchambua mayai yaliyoharibika na mayai ya ambayo ni mazima. Mayai hayo yaliyoharibika utayaingua kutoka kwenye incubator ili kutengenezea mazingira mazuri kwa ajili ya mayai ambayo mazima. Hatua za kufanya candling, hatua yetu ya kwanza ni hakikisha una mikono misafi, unanawa mikono yako vizuri pamoja na maji tiririka na imekauka vizuri. Hatua ya pili, hakikisha una kifaa cha kufanyia candling ambacho ni hiki hapa. Kifaa hichi kinapatikana katika ofisi zetu na ni kwa bei rahisi tu. Tunauza vitabu vya mwongozo wa utotoleshaji, hatua zote kuanzia hatua ya kwanza mpaka hatua ya kufanya candling mpaka kwenye utotoleshaji mwisho. Karibu sana, na ni bei rahisi tu kupata hivi vifaa. Hatua ya tatu ni hatua ya kutoa mayai kutoka kwenye incubator kwa ajili ya kufanya candling. Hakikisha ukiwa unatoa mayai kutoka kwenye incubator usitumie nguvu, ili kuepuka mayai yasipasuke, na kingine usiyaache mayai yako nje kwa muda mrefu, ili kufanya mchakato wa utotoreshaji kwenda sahihi. Hapa ninatoa mayai kutoka kwenye incubator. umeona mayai yetu yako vizuri kabisa, na yanaonekana yaendelea vizuri kwa kutumia macho, lakini tunaenda kutumia tochi ili kujua kwa ndani mayai yetu yanaendeleaje. nimelichukua yai langu kitaratibu zaidi, ili iliku kayai kupasuka na ninahakikisha ninafunga incubator ili kuruhusu mchakato uendelee bila kuharibika chochote. Ili kuruhusu kuona kilichopo ndani kwa ufanisi zaidi, inabidi tuzime taa ili tuone kilichopo ndani ya yai letu, je, kipo hai au la? Tumezima taa na hapa nipo gizani kwa ajili ya kuwasha taa yetu tochi yetu hii ambayo tulikwambia tunayo hapa dukani kwetu, na tunauza kwa bei nzuri. Na ninalo yai hapa kwa ajili ya kufanyia candling kama unavyoona, si umeona hili ni yai letu, lina mishipa ya, ya damu ambayo inapitapita ambayo tunaiona kwa mbali, na tunaona kuna kitu kinachezacheza cheza ndani, na hii inaonyesha yai letu kiini chake kipo hai, maana yake mchakato wa kufanya utotoleshaji wa mayai unaendelea vizuri. Kupitia kufanya candling, tumelijua hilo bila shaka. Nimekukumbusha mambo muhimu, lakini usisahau kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii ikiwemo YouTube, Instagram, Facebook na Twitter, tufor Instagram, tufor Twitter na like page yetu ya Facebook. Zaidi ya yote, usiache kusubscribe chaneli yetu ya YouTube maana mambo yote yanapatikana hapo. Ni hayo tu, karibu tuongeze ufanisi.